Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imethibitisha kupokelewa kwa miili ya mateka hao na mchakato wa kuwatambua umeanza. Mjini Ramala, wafungwa wa Kipalestina waliokuwa kwenye magereza ya Israeli wamewasili wakiwa kwenye mabasi na kukaribishwa na wapendo wao. Wafungwa hao walikuwa waachiwe huru Jumamosi iliyopita, lakini Israeli ilisitisha zoezi hilo. Kwa kulalamikia namna Hamas walivyokuwa wanawaachia huru mateka wao waliohai au waliouawa. Wakati hayo ya kijeri mazungumzo kuhusu awamu ya pili ya kutekeleza mkataba wa usitishaji wa vita yanatarajiwa kurejelewa tena, na tayari mjumbe wa Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati Steve Witskof amesema hatua imeanza kupigwa kati ya Israeli na Hamas.